Mimi kwa jina naitwa Frenki Angel Kiwele ni afisa tehama eh, katika baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Kwa mwaka wa 23 24 NACTVET ilikuwa ni moja ya taasisi ambazo zilipata tuzo kutoka eh, mamlaka ya serikali mtandao pamano eGA, na sisi tuzo ambayo tulipewa ni tuzo ya eh, taasisi ambazo zimeunganisha na mifumo mingine mingi zaidi kwa hiyo sisi tulikuwa kwenye hiyo hiyo kategori kwa maana ya taasisi yetu imeunganishwa na taasisi nyingi zaidi kuliko taasisi nyingine zote, eh, ambazo zinasimamiwa na, na mamlaka ya serikali mtandao. Na sisi hiyo tuzo eh, eh, kwanza tulishukuru tuli, tuli, tuli kwa kuweza kulitambua, lakini imetuongezea kwa kiasi kikubwa sana kuongeza ufanisi kwa sababu eh, kwanza tukaanza kujiangalia kwamba kwa hapa tulipo tunatamani tuendelee kupata tuzo nyingine zaidi ambazo zinatolewa na, na mamlaka ya serikali mtandao. Sasa, ili tuweze kupata hizo tuzo nyingine, maana yake tunatakiwa tujibidiishe katika kuhakikisha kwamba huduma e, tunazozitoa zinakizi vigezo, lakini pia e, e, taarifa ambazo tuna, tunavihifadhi ambazo taasisi nyingine zinaona kwamba zinazihitaji, basi ziwe taarifa ambazo ni zenye kukizi vigezo, kwa maana zenye kukizi e, mahitaji ya ya ya walaji kwa maana ya au stakeholders ambao wanakuja kwetu wanataka kuunganisha kwenye mifumo yetu. e, mwaka huu pengine, e, kama mambo yakiwa vizuri, tunaweza tukapata tuzo zaidi ya ile ile ya kwanza. Tuna uhakika tutaendelea kuwa nayo, kwa sababu tumefanya jitihada nyingi sana kuweza kuhakikisha tunaunganisha na mifumo mingi zaidi kwa hiyo tuna idadi kubwa ya mifumo ambayo imeongezekwa kwa mwaka huu, lakini tunatarajia kwenye kategori nyingine pia mbili au tatu tunaweza tukachukua. Karibu tuijenge serikali kidigiti.